Yahudi na Naswara, ambaye nchi yake ni nchi ya Kiislamu, ndio kwao, ndio nchi yake, alizaliwa yeye katika nchi hiyo, ni dhimmi. Serikali ya nchi hiyo inampa haki kama za raia wengine. inampa haki kama za raia wengine analipa tu analipa, analipa, nini? jizya kama waislamu wanavyolipa zaka Yeye analipa jizya lakini haki zake serikali ya Kiislamu inamtendea haki huyo dhimi, huyo huyo mzaliwa wa nchi ya Kiislamu, alizaliwa katika nchi ya Kiislamu, lakini kwa bahati mbaya yeye si Muislamu. Serikali ya Kiislamu inamlinda inampa haki zake zote kama raia wengine. na hali ya kuwa si Muislamu. Kuna anaitwa almustaman, almustaman ni yule alikimbilia, kwa mfano kwao kuna vita, kwao hakuna amani, anakuja kutafuta amani kwako, katika nchi ya Kiislamu hata akiwa si Muislamu utampokea na utampa haki zote za mtu ambaye amekimbilia kwako. Hautamwita kafiri, hautampiga vita wala utampa haki zote anazostahili kufanyia na Waislamu. Kwa kweli, mtu huyo akifanyiwa haki, akitendewa haki, mtu kama huyo ni rahisi sana kumuita katika Uislamu, ni rahisi sana mtu huyo kuupenda Uislamu, kinyume na kumtukana barabarani, wewe kafiri, wewe, mimi sizungumzi na makafiri mimi, mimi sinunue katika duka la kafiri. Hapana. Hiyo si dini waislamu, hiyo sio Uislamu. Uislamu hautufunze kuwa hivyo. Almustaamani ni yule anakuja katika nchi kutafuta amani pale, ima kwa matibabu, utafuta matibabu, aamekimbia, amekimbia nchi yao, kuna fujo, amekuja katika nchi ya Kiislamu. Mpokeeni, mhudumieni, anaweza kaupenda Uislamu kwa, kwa, kwa ajili ya huduma zenu, zinaweza zikamvuta akawa muislamu. Alafu mtu watatu ni almuahada al, al almuahada ni mtu ambaye si muislamu anaishi katika nchi ya Kiislamu kwa ahadi, kama visa mfano au balozi. Yani, kwa ahadi fulani amepewa visa takata Tanzania mfano miezi mitatu. Huyu anaheshimika akiwa mgeni katika nchi hiyo, anapewa haki zote eh, ha bila kutizama kuwa ni Myahudi au ni, ni, ni, ni Naswara katika nchi ya Kiislamu anafanyiwa haki zote. a watu watatu ambao hawapigi vita Uislamu, sisi tuna majukumu tuna wajibu ya kuishi nao kwa wema kuishi nao vizuri, ili kwa bahati nzuri waupende Uislamu. Watu wengi huko kwetu wanasilimu kwa, kwa kutendewa wema tu, badala ya kumsomea aya wala hadithi, kumtendea wema tu. Unaona anakuwa muislamu kwa sababu aya so, na hadithi havikubali, yeye hakubali aya na hadithi, lakini akitendewa wema roho yake inalainika. Ndugu mwislamu, ukimwambia awe mwislamu inakuwa rahisi sana, inakuwa rahisi sana kukukubali. Eh, kwa hiyo nadhani dakika zangu kumi zimeenea. Namshukuru Mungu mara ya pili vile vile kuwa imeweza kuzungumza mbele yenu, na huu usia wangu naomba muufuate mweshi vizuri, na watu ambao hawako katika dini yenu Waishi vizuri na watu ambao si Waislamu, mimi damu hawawapigi vita, heshimi nao vizuri. Kuna bahati kubwa sana ya kuwavuta wakawa Waislamu. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa billahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.